Kinshasa lilianza kurekodi kesi za ugonjwa huo mwishoni mwa mwezi Aprili na mapema Mei mwaka 2025, na na kuifanya jimbo la tatu lililoathirika zaidi mchini humo, jimbo la Sankuru na Hoka Tanga zikishikilia nafasi ya kwanza. Binamu yangu alikuwa anauma, hatukujua ni kwa sababu gani. Alikuwa na maumivu ya kichwa, tumbo na kisha kuanza kuharisha, tulipoona daktari alisema ni kipindupindu na akafariki sababu alichelewa kufika hospitali. Kufikia Mei 25, kesi kumi na moja zilithibitishwa na vifo vya watu tano vilirekodiwa. Kituo cha afya la Makala na Kokolo ndizo zimeathirika zaidi na kipindupindu. Dr. Robert Lala aeleza hapa. Ona beaucoup de cas de cholera puisque les conditions d'hygiene ne sont pas bonnes. Majua watu huacha uchafu kila mahali, hakuna maji safi. Hizi ni sababu zinazowezesha kusababisha kipindupindu. Hakika hali sio nzuri, na hivyo tuko hapa ili kupunguza hali hiyo isiweze kuwa mbaya zaidi, mamlaka za afya na washirika wake wa MSF wamefungua kituo cha matibabu ya kipindupindu katika eneo la afya la Ngiringiri. Il de Vochen ni mratibu wa madaktari wasio na mipaka. Siwezi kusema hii ni mara ya kwanza kwa kipindupindu kuwasili Kinshasa. Janga kuu la mwisho lilikuwa mnamo mwaka 2011, kwa hivyo inakuja kwa mzunguko. Tutaanzisha vi vya kutibu kipindupindu. Hii itabadilika kwa wakati, tukiona kuwa kuna matukio mengi zaidi tutarekebisha idadi ya vituo. DRC imerikodi angalau visa 26805 za kipindupindu na takriban vifo 544 katika majimbo 10 zidi ya jimbo zake 26 Fredi Tenzilonge.